Tutakuja kushangaa hata majimbo ambayo pengine kikawaida tunatarajia yatakwenda kwa upande wa CCM yatakuja kuangukia kwetu. Hiyo ndo hali iliyokuwepo, ingekuwa sio ulazima wa kusema leo kwa furaha nilokuwa nazo na nnoyajua -ningekaa ni hapa mapinduzi njomba, nilikuwa nisimame hapa nisakate rumba mpaka ni inikoleni kae kitako, lakini ndo ninawajibika kusema. Waungwana, tuko pahali pazuri, tena tuko pahali pazuri sana. tisini na tano nilikuwepo, elfu mbili nilikuwepo, elfu mbili na tano nilikuwepo, elfu mbili na kumi nilikuwepo. Elfu mbili na kumi na tano nilikuwepo. Na tano nilikuwepo. Elfu mbili na ishirini nilikuwepo. Alhamdulillahi, 2025 tupo. Sijapata kuona mazingira kama yaliyopo kwenye uchaguzi huu. Mwenyezi Mungu yuko kazini, kwa sababu mengine haya ya kiungu. Na yatizama na shangaa lakini alhamdulillah, katuondoshea Maalim Seif, katuletea Mheshimiwa Othman. Alhamdulillah, kila kitu na wakati wake na pahali pake. Ndugu zangu, wakati ni sasa. Mheshimiwa Othman ameturahisishia kazi, sasa twende tukambebe huko mitaani hakuna kurudi nyuma. Na nina salamu kwa viongozi wa jimbo la Chukwani aikiembe samaki, siku hizi alinabadilishwa mipaka na jina kila siku. Mimi niligombea jimbo lile mwisho, mara ya mwisho elfu mbili na kumi na tano walifanya hila nyingi sana, lakini tuliwashinda tena mapema tu. Kwa wanagombea sasa kwenye jimbo lile, shikamaneni, shikamaneni na kafanyeni kazi. Lile jimbo liko wazi, ni nyinyi sasa kwenda kufanya kazi, jimbo la Kiembe Samaki. Hilo ni washauri pia, hata hii mikutano ya mgombea msije, fanyeni kazi fanyeni kazi, na wengine wote fanyeni kazi. Ngoma imeshalala. Mapinduzi wangwana, asanteni.